ni katika njia kubwa na sababu kubwa za kuweza kuilinda amani ya Tanzania na kudumisha utulivu na mustakabali wa nchi yetu, katika njia ambazo zitafanya amani ya Tanzania idumu, ikiwa kila mmoja atashikamana na jambo hili, ni kutahadhari na watu wa fitna wanaharakati wa ndani na wanaharakati wa nje. Kuna watu wanajiita wanaharakati huru, kuna watu wanajiita wanaharakati huru, wako ndani ya Tanzania na wako nje ya Tanzania. Na hao wanaharakati huru mara nyingi wanapatikana katika nchi mbalimbali, hasa mbali, hasa kwenye nchi za Afrika utakuta kuna watu ambao wanajiita ni wanaharakati huru, na wakidai kwamba wanatetea haki za wanyonge, lakini ukiwafuatilia hao wanaharakati huru, utakuta wako dhidi ya utawala wa nchi zao, hawawezi kutaja mazuri ya serikali na wala hawawezi kutaja, yani, njia nzuri za kuweza kufikia katika malengo na hawawezi kutaja njia nzuri za kuweza kuidumisha amani, bali wao siku zote wanakuwa wanawachokonoa wananchi na kuwaalibu na kuwachochea wananchi dhidi ya serikali yao na viongozi wao na kuwafundisha tabia mbaya. Leo hii tukiwatazama hawa wanaojiita ni wanaharakati huru ambao wanajiita ni watetezi wa haki tutawakuta katika kila nchi. Tukitazama historia kwamba walikuwa ni wenye uharibifu mkubwa, walikuwa na haribu thakafa zile tamaduni za nchi zilizokuwa nzuri, wanawachochea watu dhidi ya utawala wao. Yani, mambo ambayo wanayafanya, huwezi kukuta wale wanaharakati huru wanafanya jambo ambalo ndani yake lina maslahi na taifa. Wanaharakati huru hawa katika baadhi ya nchi ambazo tushaona amani zimevunjika, kwamba utakuta na wao wana nafasi kubwa ya kuzivunja amani za maeneo hayo. Yani kwa mfano mathalan, tuchukue mifano mingi au mifano michache ambayo inaonekana, niwape mfano wa Libya. Ndugu zangu, huu mfano huwa napenda kuutoa. Libya Libya, serikali ya Gaddafi, hakuna mwananchi yoyote isipokuwa alikuwa anapata pesa, yani ni mgao kutoka katika serikali yake, yani serikali inamgawia ya mtu. Yani kuna watu wa maskini ambao hawawezi kufanya kazi au wakipambana wanapata kidogo, walikuwa wanapewa. Mtu akitaka kuoa anapewa, mtu akisoma anapewa. Kwa hiyo kule hakuna kutoa, ni kupewa tu lakini walitokea wanaharakati ambao wamejiita wanaharakati huru na kuambia Walibya kwamba kuna mambo inabidi miyapate. Walibya wakakubalia wanaharakati huru ambao walikuwa ndani, wengine walikuwa nje, wakawa wameibomoa nchi yao. Mpaka sasa hivi Libya imeharibika, umoja wa Libya umeharibika, wanapigana wao kwa wao, hawana amani kama walikuwa nayo kipindi cha Gaddafi. Amani shakuisha Libya. Hata sisi Tanzania tunawazidi Libya katika masuala ya amani, na wao walikuwa na amani na utulivu na walikuwa na kheri, nchi ilikuwa inawagawia wananchi wao, wananchi wake mali, lakini kwa sasa hivi ni jambo ambalo haliwezekani. Ni mambo ambayo waliyafanya kwa mikono yao, lakini wasababishaji wakubwa walikuwa ni wanaharakati wanaojiita ni wanaharakati huru, wakosoaji wa serikali kwa hiyo ninyi mnakuwa katika neema mbalimbali, nchi yenu inakuwa inawafanyia mazuri. Ndiyo, kuna mapungufu yanatokea kwa sababu viongozi ni wanadamu. Anatokea mtu anataka hata zile kheri mnazozipata ziondoke, kama ilivyokuwa ilivyokuwa Libya nch nchi ya Algeria. Nchi ya Algeria walikuwa katika kheri, wakapatikana wanaharakati huru, wakashirikiana na baadhi ya vyama vya siasa ikafika timu wakaitoka amani. Kulikuwa na chama cha siasa ambacho kiliona kwamba chenyewe kikisema lazima vyama vingine vya siasa vifate. Na haya matatizo yanatokea pia hata Tanzania vyama vya siasa ni vingi vinarai mbalimbali, kinatokea chama kimoja cha siasa kinataka kikisema jambo lazima watanzania wote wafate na lazima vyama vingine vya siasa vifate kwa maana kama vile kile chama kinawalazimisha wenye vyama wengine wafate sera zao, wakati kila chama kina sera zake na wanataka wailazimishe serikali ifate sera zake. Serikali nayo inasema kwamba hapana, na sisi tunatambua mambo, mnaakili na sisi tunaakili, tunapanga mambo na nyie mnapanga mambo, kama mnataka leteni ushauri, tutausikiliza. Hicho chama kikagoma. Kama mnavyosikia hapa Tanzania kuna watu wanasema kwamba tukinukishe. Na katika nchi ya Algeria kuna watu walisema kwamba tukinukishe, ikawa sauti kubwa ni ya kwamba kinuke. Ndugu zangu wa Tanzania, kiliponukishwa kikanuka, watu wakawa wanasikia harufu ya risasi, harufu za makombora harufu za damu, watu wakawa wanauana wao kwa wao. Maaskari na wanajeshi wakawa wanataka wairejeshe serikali yao, lazima serikali irudi. Katika yale mapigano, maaskari na wale maafisa wa serikali waliokuwa wakipigana kuirejesha amani hawakuvaa uniform, walivaa nguo za kawaida, wakiwa wameshikilia silaha wanakuja wanakuta nyumbani kwako, wanakuuliza wewe uko na serikali au uko na waasi. Majibu yote ni machungu, kwa sababu waasi hawana uniform maalum, na serikali wale maafisa ni maskari, ni wanajeshi, hawana uniform maalum. Wote wanafanana, na wote ni wa Algeria, lugha ni moja, hamna lugha tofauti, kwa sababu labda mtu akisema lugha hii utaielewa. Kwa hiyo ukisema mimi niko na serikali na unawaomba unawaambia waasi kwamba uko na serikali. Ukisema niko na waasi, unawaambia waasi kwamba mimi niko na serikali. Kwa hiyo hujibu jibu la kusema ko oh. Watu waliuawa, watu waliuawa, ndugu zangu, watoto, wanawake, wanaume, wazee. Ile amani ilivunjika kwa muda wa siku moja, Ilikuja kurejea baada ya miaka kumi, ambayo wao watu wa Algeria, ili miaka kumi wanaita al-ashariyatu as-sauda, miaka kumi ya giza, miaka kumi kwamba wao waliishi ndani ya giza, wakiwa wanasikiliza makombora, marisasi, damu zinamwagika, watoto wanakufa. Aliyeua hajui kwa nini kauwa. Aliyeuawa hajui kwa nini kauawa. Waliishi katika hali kama hiyo. Ndugu zangu wa Tanzania, hali ilikuwa ni nzito, hali ilikuwa ni ngumu. Tuwaidhike tupate mawaidha na tupate mazingatio kupitia wenzetu, tupate mazingatio kupitia wa Libya, tupate mazingatio kupitia watu wa Algeria, lakini tupate mazingatio kupitia watu wa Siriya na wao waliwasikiliza wana harakati huru. Ile nchi ya Halab au ule mji wa Halab ambao uko Siria ni katika miji mikubwa ya Siriya. Ule mji ulikuwa na magorofa, kijani kibichi, kheri mbalimbali na neema, miundombinu, madaraja, lakini hayo yote madaraja yalipromoshwa, magorofa yalibomoka, watu wakawa ni maskini, wanajitafuta. Sababu kubwa ilikuwa ni kuwasikiliza wanaharakati wa ndani wanaojiita wanaharakati huru na wanaharakati wa nje, ikawa amani imevunjika. Hao wanaharakati wa Syria waliokuwa ndani walikimbia, wakaenda Ulaya. Wanaharakati wa Algeria walikimbilia pia Ulaya, walikimbilia Ufaransa wanaharakati wa Libya walikimbilia huko huko Ulaya, wote walikuwa wanakimbia na, na wengine wakakimbilia Uarabuni. Sasa inabakia wa sisi Watanzania maskini, sisi ambao tunaishi Vingunguti, tunaishi Chanika, Gongo la Mboto, tunaishi Pugu, tunaishi eh, Kibaha, tunaishi Mbagara, Temeke, Kigamboni, Mwananyamala, Tandale, tunaishi Sinza tunaishi Mbezi sisi ambao tunaishi Morogoro, sisi ambao hatujui hata tiketi ya ndege inafananaje, hatujui visa inapatikanaje, sisi ndio tunabaki tunapata matatizo ambayo tumeshawishiwa. Tumeshawishiwa, tunaambiwa kwamba serikali haifanyi, lakini kuna mambo ambayo tunayaona kwamba serikali inafanya. Tunaona barabara zinajengwa tunaona watoto wanasoma tunaona mambo mbalimbali yanafanyika, lakini unakuja unatajiwa kwamba ulitakiwa uwe hivyo, yani unatajiwa kama vile walibi walivyoambiwa, kama wewe unalipiwa mahali itakiwa ulipiwe mahali kama hivi upewe hivi unakwambia unaambiwa mambo ambayo hayawezekani. Bwana mmoja amenitajia kwamba yani, kuna bwana mmoja alitaja kwenye mtandao kwamba kwa, kwa neema ambazo zinapatikana Tanzania kila mfanyakazi wa hali ya chini anaweza akalipwa zaidi ya milioni mbili au zaidi ya milioni moja na akataja kwama nchi ambazo zimeendelea wanalipa mshahara mkubwa. Tumejaribu kuwauliza watu ambao wanaishi katika nchi ambazo zimeendelea kama vile China au kadha na kadha, wale wafanyabiashara ambao wanaenda wanazungumza na wachina wanazungumza na watu ambao wako Ulaya na kadha na kadha, wakatwambia mishahara kama hiyo hakuna, na hata kama hivyo ile mishahara, utakuta kodi, kodi yuko juu, utakuta bidhaa ziko juu, tofauti na sisi Tanzania, ambapo utakuta bidhaa ziko chini kwa kulinganisha na nchi nyinginezo. Kwa hiyo kitu ambacho na kuna sihini, ndugu zangu wa Tanzania, hawa wanaharakati maneno mengi ambao wanatuambia sio ya kweli sisi neema tulizokuwa nazo hapa Tanzania tukizilinda, na tukaushauri vizuri utawala na tukasaidiana na maaskari na vyombo vya usalama vya kulinda amani na usalama, kuna kheri nyingi ambazo tutazipata. Kwa hiyo hawa wanaharakati hawana kheri na sisi. Kuna wanaharakati wengine ambao wanakuwa ndani ya serikali kisha baadaye wanaondoka kwa sababu ya kukosa maslahi, kwamba alikuwa anataraji labda atagombea ubunge, alikuwa anataraji labda atakuwa mkurugenzi, au atakuwa barozi, au atakuwa ni nani, hajapata, akamtukia mtawala ambaye angemteua au akamtukia aka, aka yule kiongozi ambaye angemteua, akaona kwamba akae pembeni. Au mwanaharakati anaanza kutajia, anaanza kututajia makosa yanayopatikana serikalini serikali ambayo yeye alikuwa anafanya kazi, ameishi muda mrefu. Lakini si kwamba anatutajia makosa kwamba yapo, inawezekana hayo makosa hakuna au yapo, lakini lengo lake siyo hilo. Lengo lake ni chuki, ana bifu. Haya mambo yanatokea, tumeyaona katika maeneo mbalimbali. Mtu anakuwa na bifu na kiongozi fulani, anamtusi au hataki achukue wadhifa fulani au huyo kiongozi amechukua hiyo nafasi ambayo huyo alijua kwamba hataichukua, labda alitaraji yeye ataipata. Basi ile bifu anabadilisha, hatuambii kwamba ana bifu na huyo, anaanza kututajia mabaya ya huyo bwana ambao sisi hatuyajui, na wala si kweli kwamba ni mbaya. Lengo lake, anatafuta huruma kwa wananchi. Hawa wanaharakati hawa wengi wao ni vibaraka wa mabeberu, wengi wao wanataka maslahi ya dunia, wengi wao hawana nia njema na wananchi, wengi wao wanataka machafuko katika nchi zetu. Kwa hiyo, tutahadhari, tutahadhari na watu wansambudi hii. Sisi Watanzania kwa ujumla, tuwaidhiki na nchi ambazo zimeivunja amani yao, sisi tuilinde amani ya nchi yetu ili utulivu uendelee kubakia katika nchi ya Tanzania. Tanzania kwanza, amani kwanza, mambo mengine baadaye. Tuizidai haki zetu na tuijenge Tanzania yetu hali ya kuwa tuko ndani ya amani. Tutakapoivunja tutaka amani ya Tanzania kuipata, itakuwa ni jambo gumu, kama ambavyo nimemwambia kuhusiana na Algeria. Waliivunja amani kwa siku moja, hiyo amani haikurudi isipokuwa baada ya miaka kumi.

Hapa ni elimu tu.